Atakaye kuambia kwamba kero za wananchi zitaisha muongo. Namna ya kushughulikia kero za wananchi sasa, hapa observation yangu kwanza, kero haziishi, bali zinapungua. Atakaye kuambia kwamba kero za wananchi zitaisha muongo. Siku kero na changamoto na matatizo yanapoisha kwenye maisha, kwenye dunia ndo siku hiyo hiyo wewe umemalizana na dunia. ukifanikiwa uki, hili changamoto hii itaibuka, ukimaliza hili linaibuka jambo jingine. Migogoro ya ardhi haiwezi kuisha, bali inatakiwa kupunguzwa na kudhibitiwa, isiibuke migogoro mipi. Inaishaje wakati watu ndo wanazaliwa, ardhi haitoshi? Ardhi sio ya eh, kilomita za mraba elfu ishirini na tano mkoa wa Mwanza watu milioni tatu laki sita. Lakini miaka mitano ijayo tutakuwa watu milioni nne wataishi wapi? Watalima wapi? Kwa nini lazima watazozana katika maeneo yao. Lakini kiongozi hodari ni yule ambaye migogoro anaidhibiti, haanzishi mipya, lakini anashughulika na kero ambazo zinawazunguka watu wake. Kwa hiyo mkuu wa wilaya mzuri ni yule ambaye atasimamia miradi ya maendeleo. Akiona hapa fedha imeliwa, asimame mstari wa mbele kuchukua hatua. Akiona hapa kuna dalili za ufujaji wa fedha, adhibiti kabla fedha haijafujwa. Akiona halmashauri yangu haina mapato, ahakikishe amesimamia kuhakikisha kwamba mwaka hauishi bila halmashauri yake kuwa imefikia malengo ya mapato. Tathmini ya sisi viongozi, wala huhitaji kutumia nguvu kubwa kumpima kiongozi, unapimwa hapa tu. Amani ipo? Amani hakuna? Wewe umefeli. Maendeleo yapo? miradi ya maendeleo haiishi, halmashauri haikusanyi mapato, lakini halmashauri haina nidhamu kila mtu nikambayo, mdogo ana ndevu, mkubwa ana ndevu, haijulikani wanaingia saa ngapi y ofisini, wanatoka saa ngapi. Hapo tunasema kiongozi anayesimamia wilaya hii ameshindwa kutimiza wajibu wake. Narudia kusema kuwa kazi ni ibada, nami nikatumia msemo huo na nitauishi kuzingatia kuwa kazi nazoenda kuzifanya zote, kinanipata kuwai mapema na kufanya kazi zangu na kuzingatia muda wa kazi ili ziweze kwenda vizuri. Mama yangu asubuhi alinipigia simu akaniambia, ukienda huko kumbuke sana Mungu wa kwanza, sita, wa kumi na neno la kulisindikiza alinipatia alinipa neno kutoka Timotheo wa kwanza sita, mstari wa kumi na wa kumi na moja. Neno hili nilitafakari njia nzima. Nikasema kwa nini mama amenipa hili neno? Yeye ni mtu mzima anajua mengi na amepitia mambo mengi hivyo kama kiongozi ili uweze kuwa bora ni kuepukana na mambo ya kupenda fedha. Na mimi kwa msaada wa Mungu nitakuwa na Mungu, Mungu kila siku asubuhi nizirugunike ili nisije kufanya uongozi wangu ukawa hauna maana.